Kwamba mambo ya mazingira yafanyike ya, ya kwa kuzingatiwa kwamba yafanywe consideration, lazima wayajali. Na hivyo wito wangu kwa kandarasi, ingawa wananunua maeneo, wakati wananunua maeneo kwa wenye nao na wao, wakati wanafanya makubaliano, wajue kabisa mwisho wa siku nini watakifanya, wawaeleweshe wale, kwa sababu mwisho wa siku ajali zikitokea linakuwa tena sio swala la mkandarasi, linakuwa ni la regional manager, na sisi tutakuwa razi na tuko tayari kufuatilia kuhakikisha kwamba kazi za matengenezo zinavyoendelea, ujenzi wa barabara, swala la mazingira tutaipa kipaumbele kuhakikisha wana comply. Mimi niiombe wizara, wakati watu hawa wanaendelea kutembea na kukagua mambo ya mazingira na mahala pengine wao wanatoa mafunzo baada ya kuwa wamebaini mapungufu yaliyojitokeza. Hii itapunguza maathari ya au athari za mazingira kwenye miradi inayokuja ya matengenezo au miradi ya, ya, ya ujenzi pia. Ningeshauri serikali ifikirie kuweka wahandisi wa mazingira kila mkoa, kwa sababu sisi kazi za matengenezo zipo kila mwaka, badala ya hawa watu kusubiri waje tumeshafanya, naona kama inaweza ikatuletea shida, tuwe na wahandisi ambao wanadili na mazingira, at least mmoja kila mkoa. Tuko jumla mikoa ishirini na sita na hakika, kwa e, serikali yetu ya mheshimiwa Dr. Suluhu Hassan ni sikivu, hilo italibeba na italifanyia kazi. Wahandisi wa mazingira wapo ni wengi, ni swala tu la serikali kutoa maelekezo kwenye wizara husika, ili kusudi waweze kupatikana hawa watu ili kuokoa athari za kimazingira ambazo zinaweza zikasababishwa na miradi ambayo bado serikali inaitekeleza. Serikali tunaishukuru kwa kuendeleza hizo programu kupitia mataasisi mbalimbali ikiwepo na taasisi yetu. Pia tunaiomba serikali iendelee kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira hata kwa wananchi, kwa sababu sisi wafanyakazi wa Tanroads tunafanya kazi katika jamii mbalimbali mbali, na watu mbalimbali mbali. pia tunapo ujenzi wa barabara tunajenga hadi hadi sehemu ambazo zinakuwa kuna vyanzo halisi vya maji. Kwa hiyo kama tumepata elimu jinsi ya kutunza vyanzo vya maji na vyanzo vingine, ili viendelee kuishi hata, hata uzazi unaokuja uendelee kuona ni jukumu letu sisi na Watanzania pamoja na serikali kuhimiza wananchi waendelee kutunza mazingira. Tumetembelewa na wataalamu kutoka wizara ya ujenzi, wako kitengo cha mazingira na usalama barabarani na tumeweza kutembea nao kuangalia uh, jinsi ambavyo wakandarasi mbalimbali katika miradi inayoendelea na iliyoisha, uh, ukiwemo mradi wa Kazirambo wa Chagu, mradi wa barabara, mradi wa Tabora Airport, ujenzi wa jengo la abiria na mradi wa mzani wa Kizengi. Tumeweza kuangalia wakandarasi walivyoweza kufuata ile miongozo ya mazingira na walivyoweza kutunza mazingira lakini pia na usalama barabarani. Na watu hawa baada ya hapo waliweza kutupeleka kwenye mafunzo ambayo wametuelekeza na wametufundisha na wametupa miongozo mbalimbali mbali ya kusimamia wakandarasi katika kutekeleza majukumu yao hasa hasa kwenye sekta ya mazingira, sekta ya afya, sekta ya mambo ya kijamii, lakini pia na usalama katika kazi, lakini pia na usalama barabarani. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na ku comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.